Hii ni nyumba wanayoishi familia ya watu nane akiwemo baba na mama, ambapo katika watoto sita, watoto watatu ni walemavu. Watoto hawa hawatembei, hawaongei na hawasikii, wanawasiliana kwa lugha ya alama pekee. Na hapa, wazazi wa watoto hawa wanaeleza historia ya watoto wao na changamoto ya malezi. ni mkazi wa Chitete, lakini kwa sasa nimehamia Makamba baada ya kupata watoto walemavu watatu kwanza baada ya kupata watoto walemavu huyu mke wangu alitaka ku... kwamba mimi siwezi kuishi hapa Chitete nio inazaa tu watoto walemavu lakini mimi niamua kumfata tukaja tukaa tunawalea watoto hivyo hivi mimi na mke wangu hatujawahi kata tamaa tunaendelea kuvumilia mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atakapokuja kuwachukua Uh, za chanjo zote nikasema, vyote kule hospitalini nikasema vyote nimeshawatibu. Kwa hiyo watoto ni ugonjwa tu umewakuta hivyo hivyo, na mimi sijaelewa. Watoto walikuwa wanalala hapa sebleni, mimi nawaluka watoto naenda kulala chumbani, na amka kule chumbani na kuja kuwakuta watoto wangu hapa, natoka nje. Kwa hiyo mazingira ambayo tulikuwa ninaishi ndio haya hapa. Shambani kwenyewe kwenda siwezi, ila nalazimisha Nitafanyeje mpaka watoto wangu wale? Kwa hiyo naenda tu kujikaza hivyo hivyo, nawatelekeza kwa kwenda kutafuta chakula cha watoto. Nimeenda kwa viongozi wote pale, nimedai msaada kuanzia kwa tasafu, sijawahi pata msaada. Nimeenda ofisini pale kudai msaada wote, sijawahi ipata hata moja. Kwa hiyo watoto wangu wananiumiza mi peke yangu basi. Nishike Mkono Nitabasamu, hii ni taasisi isiyokuwa ya serikali iliyopo katika halmashauri ya mji Tunduma yenye wanachama zaidi ya mia tatu, ambapo moja ya shughuli zake ni kuwafikia watu wenye uhitaji. Na hapa wanaeleza namna ambavyo waliweza kuifikia familia hii. Huyu mama tulikuja kumjua baada ya msamaria mwema kutuambia juu ya maisha huyu mama, ndipo sisi kutoka mjini Tunduma tukaja huku kuja kuangalia mazingira hapa nyumbani. Ni mama ambaye alikuwa anaishi nyumba yenye chumba na sebule usiku ni chumba, mchana ni sebule. Hivyo tulivyokuja kuona mazingira hapa, kama viongozi wa taasisi hii nishike mkono nitabasamu, tukaenda kuwashirikisha wenzetu, hivyo tukachanga michango tukaweza kumjengea nyumba huyu mama, nyumba hiyo yenye vyumba viwili na sebule. Changamoto pia ambazo zipo kwenye kijiji kwenye swala ujenzi, vitu vyao vya ujenzi huku ni gari na tulazimu tutoke navyo vitu mlo mpaka hapa. Pia usafiri ni gharama, lakini vitu ukichukulia huku ni gharama inakuwa ni zaidi sana. Kwa wale watoto jinsi nilivyowaona kwanza, wanahitaji msaada kwa sababu tukisema watumie vyoo hivi vya kawaida tunavyotumia sisi, ina maana moja kwa moja tunasababisha magonjwa mengine kwa hawa watoto. Ninashauri viongozi wetu waone kwa upeo mwingine, tuwajengee choo kwa ajili yao ya walemavu ambavyo watakaa vitatumika kwa ajili yao tu kwa msaada unahitajika, watoto wanahitaji baiskeli ya kutembelea, bado chakula inatakiwa, msaada wa vyakula, msaada wa elimu, msaada wenu serikali inatakiwa, msaada wenu mkubwa sana kwenye hii familia. Aida Matthew Krause, Songwe.